Yes, ilikuwa ibada nzuri, ibada ya Jumapili ya tarehe ya leo. Tulikuwa na ibada nzuri kabisa, ambalo tumejifunza somo linalohusu mabadiliko, mabadiliko yanayotokea ndani, lakini pia matokeo yake yanakuja nje. Nimekutana na mchungaji ambaye ameshiriki kwenye ibada hii na an, an, an, na swali la kumuuliza ili atujibu ni faida gani mwamini anazipata kama ataweka juhudi kwenye mabadiliko ni faida gani muumini atazipata kama ataweka juhudi kwenye mabadiliko? Ndio, karibu mtumishi wa Mungu, na kumwambia wewe ni nani, kanisa liko wapi, na utajibu swali leo Amen. Na nashukuru sana ndugu mtangazaji, kwanza nikitambulishe, naitwa mchungaji Andrew Simon Ntunzwe, ni, uh, ni mchungaji wa kanisa la FPCT ambalo liko hapa maeneo ya Majohe almaarufu mtaa wa Viwege kwa Mpemba, Bongo la Mboto, Dar es Salaam. Uh, swali so lako linasema kwamba ni faida gani anazipata muamini anapofungua mlango wa moyo ili kuruhusu mabadiliko yatokee ndani yake, na majibu ni kama ifuatavyo. Kwanza, mbadilishaji huwa ni Mungu kwenye maisha wanadamu wanapofungua mlango kumpatia nafasi Mungu aingie, hapo ndipo Mungu huanza kumbalisha wanadamu. Ukisoma kwa kitabu ch uh, kile cha Yohana sura ya tatu utakuta pale kuna mahojiano kati ya Yesu na, na, na, na, na, na, na, na Nikodemu. Nikodemu anashangaa, anasema mtu anawezaje kubadilika, anaweza kuzaliwa kwa maana ya kuingia ndani ya tumbo la mama akazaliwa mara ya pili. Yesu anamwambia kwamba anayefanya kazi hiyo ni Roho Mtakatifu na neno la Mungu katika maisha ya huyo aliyeamini. Kwa hiyo mtu anaporuhusu Roho Mtakatifu waingie, anaporuhusu neno la Mungu liingie ndani yake, maana yake badiliko linaanza kutokea. Roho Mtakatifu anampa furaha, Roho Mtakatifu anampa amani. Roho Darifu anaanza kuibua yale ma, uh, yale, yale zile tabia za kiungu ambazo Paulo amesimulia kwa kitabu cha cha, cha Galatia ile sura ya tano aya ya ishirini na mbili mpaka ishirini na tatu kwamba tunda la Roho ni upendo eh, ni furaha, ni, ni amani, uvumilivu. Kwa hiyo hayo yanaanza kutokea ndani eh, eh, Roho Darifu aki akiyasababisha yatokee na mwisho wa siku huyu muamini kwa sababu ana, ana, anayafaidi kutoka uko ndani, na Roho Mtakatifu anaanza kudhibiti tabia za zamani. Mwisho wa siku anaanza kupata badiliko kwa nje. Kwa hiyo faida ambayo inaipata ni kwamba Roho Mtakatifu anakuwa na kanda ndani yake ambaye ni Mungu mzima, na unajua Mungu hashindwi. Kwa hiyo anaanza kumsaidia hatua kwa hatua kuleta mabadiliko kwenye maisha yake. Lakini pia haishi hapo. Ndio. Yale mabadiliko yanayotokea, faida nyingine ya pili ni kwamba huyu mtu kama alikuwa haaminiki katika jamii ataanza kuaminika. Hii ina maana kwamba kama alikuwa ni mwizi anapokuwa ameruhusu Yesu aingie ndani, neno liingie, Roho Mtakatifu ameingia anamsaidia kuacha wizi, manake jamii itaanza kumwamini kwa sababu wanaishi maisha yaliyobadilika. Samahani, na swali lingine la kuuliza kwa hiyo unanihakikishia kwamba kama mtu ni jambazi sugu, ameweza anaweza kutumia bunduki, ana uwezo wa wa kuiba kidijitali, wanasema kwa njia ya mtandao, ana uwezo wa kubadilika? Ndiyo, inawezekana. Kwa njia gani? Yesu Kristo. Yesu Kristo, yeye alipotoka mbinguni kuja duniani <laughs> alikuja kwa lengo la kuwasaidia wanadamu ambao kimsingi walikuwa wamekuwa watumwa wa shetani. Unajua, wa dhambi zote chimbuko lake, chimbuko la dhambi ni shetani. Unapoona mtu ni jambazi wa viwango vyote na vijua wewe, jua kwamba anayemsukuma kufanya yale ni shetani. Sasa, kwa nini mtu akimpokea Yesu anaweza kubadilika? Ni kwamba ndani ya ulimwengu wa roho, kwenye maisha ya mtu yule, maanake shetani ambaye alikuwa ni sababu ya kumfanya awe mwizi na jambazi, si ameondolewa? Si ameingia Roho Mtakatifu ambaye ni mbadilishaji? Moja kwa moja, tabia za mtu yule taanza kubadilika. Ndio maana tuna shuhuda za watu wengi, ambao wengine walikuwa makahaba wameshirikana, leo hii ni watumishi wa Mungu, wako walikuwa majambazi wakubwa, leo hii wanamtumikia Mungu. Kwa nini? Sema mtu akushaingia ndani ya Kristo, maandiko anasema amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, anasema tazama, yamekuwa mapya. Inawezekana, inawezekana yeah. Ah, mimi nikushukuru sana nikushukuru sana mchungaji, asante kwa ushirikiano wako. Mungu akubariki sana, amen.